Yes, kwa, kwa kwewe, mwana sawa sawa digital kwa wale wafuatiliaji wa movie ambao wanapenda sana movie. Kwa sababu unajua katika maisha kila mmoja anakuwa na starehe yake. Kuna mwingine anapenda kwenda club, kuna mwingine anapenda kwenda beach then kuenjoy. Sasa anajua kuna baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wanaitamani sana, walikuwa wanaipenda sana movie ya Home Alone, kila mmoja alikuwa eh, anaijua. Sasa ni zaidi ya miaka 30 tangu filamu ya Home Alone eh, kitambo na hicho miaka 30 iliyopita, lakini kuna baadhi ya watu ambao wa mpaka siku hii ya leo bado wanaifuatilia na kuweza kuiangalia. Sasa muongozaji wake Chris Columbus, eh, Chris Columbus eh, bana ameweza kuzungumzia kuhusu eh, tukio dogo ambalo lilizua mijadala mikubwa sehemu kidogo ilichezwa eh, na Donald Trump ambaye ni rais kutokea kule nchini Marekani, akipiga stori na San Francisco chordiko eh, Co eh, Columbus alisema eh, kwamba ningependa kama E, isingekuwepo siwezi kuikataa nikataka nika, nika au huenda nikaondolewa nchini. Trump anaonekana kwa sekunde chache tu kwenye filamu hiyo, wakati muhusika mkuu ni Kelvin. Sasa anamuuliza njia, e, njia ndani ya hoteli ya Plaza e, ambayo kwa wakati huo ilikuwa inamilikiwa na Trump. Inasemekana kwamba Trump aliweka sharti hilo ili kuruhusu hoteli yake itumike e, kwenye filamu. Ingawa ni tukio dogo tu ambalo linaonekana kwake, kumekuwa na mijadala mikubwa zaidi hasa katika mitandao ya kijamii mara baada ya Trump kuingia kwenye siasa. Kwa Columbus hiyo si sehemu ya furaha yake, ni sehemu ambayo angependa ibaki nyuma ya pazia. Hili linaibua mjadala mpana sana kuhusu sanaa na wahusika wake na jinsi siasa ambazo zinakuwa zinaathiri mitazamo yetu kuhusu kazi za zamani. Sasa je, unadhani sehemu hiyo inapaswa kuondolewa kwenye matoleo hayo ya filamu hii au ibaki kama kumbukumbu kumbu ya kihistoria komenti yako itakuwa poa sana. Ukidrop komenti yako hapo chini ya Sawa Sawa Digital, kwa sababu updates zote unakuwa unazipata hapa kwa wakati na muda wote ambao unakuwa unastahili unaupata kwa vyema na mapema kabisa. Sisi kama Sawa Sawa Digital tunakuambia endelea, eh, kuenjoy kabisa na maisha. Maisha ni mafupi sana lakini, kwa sababu unaendelea kwenda kuenjoy, ni lazima uweze kupata habari ambazo zinakuwa zinastahili kuzipata kwa sababu zenye uhakika na uredi mkubwa kabisa. Na sisi kama Sawa Sawa Digital tunakuambia ingia kwenye Instagram yetu IG pale lakini pia kule Facebook, X, eh, sehemu zote tunapatikana kama sawa sawa digito, lakini hapa YouTube ni sawa sawa digito. Subscribe channel yetu utakomantisha kinoma noma, and my name is Zildad kabisa kabisa.